Wanakaa kwenye benchi lao pale. Ikifika wakati wa kuimba wanaanza, wengine huko tumetulia tu, tumetulia tunaangalia, wenye heshima zetu tumetulia, tunaangalia, tumetulia, tunaangalia, tunaangalia. Kwenye dini wako watu wa namna hiyo, lakini huku ikifika wakati wa kumchezea Bwana utaona hata mchungaji anaserebuka. Unanielewa vizuri? Utashangaa mzee wa kanisa anaserebuka kuliko kawaida, kwa sababu anajua anacheza, anafanya hayo yote mbele ya nani? Bwana Yesu asifiwe. Watu wanajiachilia kwa Bwana, mioyo yao inafunguka, anajiachilia kwa Bwana. Hapo ndipo Roho Mtakatifu anapoona amepewa nafasi sasa, anashuka kwako kwa akusaidie kitu gani? Wakati uko kwenye maombi, wewe huko una, unaomba kwa habari ya kazi yako huku, anasema hapana, wewe upasi kuombea kwa habari ya kazi, anakutoa kule na kufikirisha kitu kingine, unashindwa kuelewa, anakuangalia na geuza, anashindikana, anakupa lugha ya kwake, unashangaa umeshaombea kitu sawa na mapenzi ya Mungu. Kuna mtu ananielewa? Bwana Yesu asifiwe. Sasa vitu vya namna hii kama wewe sio mpentekoste kweli kweli wa kujiachilia mbele za Bwana uwapo kwenye ibada, hivyo vitu utavipata saa ngapi? Je, yes, unaona kuna umuhimu wa kunena kwa lugha katika maombi? Manake Mungu anakusaidia kuombea hata vitu ambavyo hukuvijua wewe au kuvifikiria, kwa sababu akili yako ya kibinadamu ni yapi, wakati wewe ya uko ibadani. Bwana Yesu asifiwe sana, jina la Bwana libarikiwe. mfano Pengine unajikuta huko ibadani, imefika wakati wa ibada na maombi, unashangaa Roho Mtakatifu anakuchukua katika roho, anakupa lugha ya maombi. Kumbe ukifuatilia, ukifika nyumbani, kuna jizi lilikuwa linavunja komeo lako, lakini ikafika mahali likawaza kwamba yamkini hata amna mali, likaondoka. We unafika usema, ai, kumbe nilikuwa niibiwe leo. Lakini kumbe wakati huko naomba, mungu ametumia kwa ajili ya Kuwasamea wale wezi walioko nyumbani. Bwana asifiwe sana. Haya mambo ni ya rohoni. Tukisha kuwa watu wa rohoni tunaishi rohoni pia. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hiyo ndio lugha ya maombi. Tunaita intercessory prayer. Hallelujah. Ni lugha ambayo ina generate nguvu za Roho Mtakatifu ndani yako. Ni lugha inayokusaidia kuombea kitu ambacho kwa akili ya kawaida au kukijua huo ni, ni, ni, ni umuhimu na uzuri wa kunena katika lugha, kunena kwa lugha katika maombi. Bwana Yesu asifiwe sana, jina la Bwana libarikiwe. Wakati ukifanya hivyo, manake roho yako na akili yako inakuwa haina matunda, akili yako inakuwa haina matunda katika kile unachokifanya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Huko ndiko kunena kwa lugha katika maombi. Aina nyingine ya pili kunena kupa wewe, imekufaidisha tayari, Mungu amekusaidia kama kanisa lake. Lakini pia katika ibada za pamoja, Mungu anaachilia lugha za namna hii ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana, jina la Bwana libarikiwe. Unenaji huu huitwa lugha ya kinabii iletayo ujumbe wa Mungu kwa mtu au watu. Huku ni kunena kwa lugha katika kuleta ujumbe wa Mungu kwa mtu au watu. Kuhutubu. Kuhutubu ni kunena kwa lugha unakoleta ujumbe wa Mungu kwa mtu au kwa watu, maanake hii wanaita lugha ya kinabii. Bwana Yesu asifiwe. Nabii si yule anabeba ujumbe wa Mungu eh? yamkini ambao wengine hawajaujua anaufunua katikati ya watu, kama ni wakutia moyo kanisa, kama ni wakulionya kanisa, kama ni wakulikaribia kanisa au kulipa mwongozo na mwelekeo kanisa hiyo tunaita a prophetic tongue. Bwana asifiwe. Ni vitu vinavyotokea katika ibada za pamoja, katika ushirika kwa ajili ya mungu kuachilia ujumbe ili autoe kwa ajili ya mtu au watu. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Lugha hii huhitaji karama saidizi ya kutafsiri. Lugha haina maana kama haijatafsiriwa. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na maandiko yangu makuu, tunarudi pale pale, tunarudi pale, pale. kwamba yule anayenena anaye, anaye kwa lugha sasa. Hapa haija ndo nakwambia kuna ukomo sasa wa, wa kushindwa kujua lipi ni lipi. Yule mtu anayenena kwa lugha katika kuhutubu, yule asemi kwa ajili yake mwenyewe, kwa sababu ni Mungu anaachilia ujumbe kupitia kwake kuja kwa mtu katikati ya ibada au kwa watu katikati ya ibada yule mtu anaponena kwa lugha inahitaji karama saidizi ya kutafsiri, ili wale wanaopaswa kupata ujumbe waupate. Maana Paulo anasema kama mtu atakuwa ananena kwa lugha na hakuna anayetafsiri, yafaa nini kanisa? Takeni kuwa na karama za rohoni, lakini zaidi mzidi kuhutubu, kwa maana kuhutubu kunalifaidisha kanisa zaidi yako wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kuhutubu Mungu anakutumia kwa ajili ya kulifaidisha kanisa na siyo wewe tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maanake ni nini? Mtu anapokuwa ananena kwa lugha katika kutoa ujumbe wa Mungu, yule mtu anahitaji karama saidizi ya kutafsiri ile lugha anayoitamka, na hapo ndipo inakuwa na maana. Nasema ni afadhali kama hakuna mtu wa kutafsiri, basi hiyo lugha isiwepo, mtu nasi, nene, manake hiyo hiyo karama isiwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio nikupe mfa, nilikupa mfano awali kwamba Mungu akitaka kutoa ujumbe kupitia prophetic tongue kwa kanisa, Mungu anatoa ujumbe kwa namna mbalimbali. Ipo roho ya Mungu, anaangalia ni yupi ambaye kaachilia moyo wake kwa Bwana hata Roho Mtakatifu amtumie kwa ajili ya kanisa. Ndipo anapomkuta mtu mmoja aliyejimimina na kujiachilia mbele za Bwana, wakati wengine wakitulia, wakitulia chini katika habari ya kuomba, ndipo ile sauti inazidi, ile sauti inaongea, wakati ananena kwa lugha ananena...